Isongole oye, oye. Isongole oye. Oye, sasa amesema neno moja kidogo limenishtua, mi nilikuwa silijui, Mwenezi, kwamba kuna watu kidogo nilishtuka kwamba kuna watu wanasema Buranga, yani kidogo niseme mwenezi, hii unawasingizia, lakini nikaona wako kimya, yani kidogo nikashangaa kwamba Buranga hakuna kinachofanyika. Buranga ipi hii na Isongole ikiwemo nakumbuka iliwahi kuambiwa, ukifanya maji usije tena, utakuwa umemaliza. Ukifanya maji usifanye maji, hatujafika mwisho, ndio changamoto za hapa, lakini tuko zaidi ya asilimia leo. Eo, Isongole tulikuwa hatuna taa. Hizi taa, taa uuliza kama kulikuwa na mpango, si tumeweka taa sasa hivi, panapendeza. Itumba hakupendezi leo? hatuoni mitandao ya maji inapelekwa Chujio la maji kule limekamilika. Leo swala la maji sio hoja na baada ya maji tutakuwa na hakuna mtu anakamilisha kazi. Utakuwa leo, utakuwa na mradi ya barabara ya mitaani lakini <coughs> barabara kubwa leo Itumba pale panawaka taa. Itumba panawaka taa. Sasa labda niwatajie kwa ufupi. Amesema akanishtua nikasema, yawezekana huko Isongole unaweza kuwa kuoni shule ya msingi Ipapa ni kwa jitihada zangu juhudi zangu. Kama watu sio wanafiki, naweza nikawataja hapa, niwaite hata niwite mkurugenzi alikuwa anajua kuna kitu kinaitwa shule ya msingi Ipapa, aje hapa. Mimi nimeongea na viongozi mlimi eneo, tunataka tulete shule inaweza ikajengwa, mkikosa tupeleke mahali pengine. Iko Isongole. Na kwa nini? Kwa sababu Isongole watu wanaongezeka yeah. Leo Izuba tunajenga shule ya sekondari hivyo iko, iko huku wow. Tuna shule ya Mlale tumekamilisha, tuna shule sio, haiko, haiko, haiko Bulami maji tumetoa Uwiji yako Mlale Mlale yako Msia yeah. Yako Ntembo yale maji yanaenda Mbebe ni mengi, tutakuwa tumemaliza. Halafu mtu anasema hakuna kitu nenda Chabu hapo unashudubatizo, so ina hela zote Chabu hapo au Chabu? ni ni Undali, kituo cha Ndola kiko Undali, kituo cha Itale kiko Undali, kuna kituo kimejengwa huko Undali. Kuweni wakweli, kuweni wakweli. Hata kama huamini maneno, amini matendo, si unayaona. Acheni kupigwa propaganda, tumechoka. Na wakati fulani mtu anasema wacha nisiongee, wenye akili wataona, wache wale propaganda, lakini sisi ambao ni wana Ileje tunaijua. Na kazi kubwa, kazi kubwa ya kiongozi aliye makini hapa, tupangia uhuru, tunatafuta maendeleo, ni kuwatengenezea wananchi mazingira ya kuishi katika maisha bora hata ningekupa milioni kama nilikuwa naanza nikakupa milioni, hiyo milioni huna na kukufanyia chochote. Lakini taa hizi zinafanya kina mama wafanye biashara, tupate huduma muda wote, hata vibaka tumeondoa kwa sababu hizi taa. Leo kama tulikuwa tunaenda Isongole kutoka Isongole kwenda Mpemba tunatumia elfu tano leo, leo inawezekana elfu tatu tumepunguza, gharama zimepungua, bei gharama ya kutoka hapa ya bidhaa ya dukani hapa na Mpemba na kununua kitu kidogo sana. Unafikiri kwa sababu gani? Sababu ya usafiri. Ndo kazi ya kiongozi mwenye maono. Sasa wewe kama unafikiria boda boda akununulie pikipiki, utafanyia leo, kesho haipo. Alafu na pikipiki yako itakufa kwa siku hii moja tu. Kwa sababu ndo mbinu bora. Kama utakuwa na mtu ambaye hakufikiria watoto wetu wasomeje. Tupateje mbao kwa urahisi, tupateje mapato yetu huyu akusaidii. Viongozi waliopitwa na, na wakati. Kiongozi ndiye anafikiria wananchi wangu wataishije leo na kesho, tutengeneze kesho yetu bora. Ileje, acheni propaganda. Na mimi nasikitika kwa sababu kuna watu, nataka niseme ukweli, kuna watu walikuwa wanasema tutahakikisha Kasekenya na kwama barabara ianze eekantb walikuwa nazunguka, tutahakikisha. Hawa si wachawi tu kama wachawi wengine, hiyo barabara ndio anaitumia. Yaani ni sawa na mtu anasema hospitali isijengwe leo kwa sababu mimi siko madarakani ama itajengwa kipindi, ki, ki, kipindi kijacho. Hana uhakika hata kipindi hicho kama atakipata, lakini je, oh, iuimishe ukanishschia oh, taalumu usuu

mitambo wamesema inaanza kujalili wa jirani. Sasa ah, uh, uh, magosi wamesema Jumamosi juma, Jumapili hii Jumatatu mitambo inaanza kuongoka hapo jirani. Ye soko ambapo tunaishia na barabara ya lami tunaipandisha hadi kuwa barabara ya Canon, na tunavyoongea sasa hivi usanifu unaendelea. Usanifu unaendelea kutoka Katengele kwenda Sange kwenda Ikandana kwenda Luswisi Makoga kwenda mpakani na upande wa Mbeya kwa maana ya Rungu, ambao nao wanaendelea kufanya usanifu hivi. Ileje tutakuwa tumebakisha barabara za tano ipo, tumekamilisha kazi. Sasa mi sitaki kusema tunafanya nini kuanzia Ndembo kwenda Asumuru kwa sababu barabara hii awamu ya kwanza tunaishia hapo. Watu wa Ikinga, mimi naomba tu wenye simu, mimi sitaki niseme, wenye simu na ndugu zao Ikinga waulize kitu gani kinafanyika kwenye barabara yenu. Mimi sitaki kuyasema, nawapa kazi, muwaulize kitu gani kinaendelea huko, watawaambia. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wana Isongole, ukitaka kwenda ibaba leo, wewe chukua tu taksi ambayo iko chini kabisa. Leo ukikwama nipigie simu ni baba nenda Uswisi, ukikwama nipigie simu, nenda Ikini, ukikwama nipigie simu. Huu si mwezi wa tatu, hilo lilikuwa inawezekana? Leo mbona limewezekana? Tunachotaka, magari makubwa ya matajiri wetu huku yasiwe yanafaulisha ambao ya ende mpaka huko, yalete yatoke yaje Isongole oye hiyo tuachane na hizo propaganda zingine. Nataka niseme kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba kinachowezekana kinawezekana kufanyika katika kipindi hichi.